Naomba sasa tuingie kwenye somo letu la leo katika siku yetu ya tatu. Nisaidie kufungua kitabu kile cha Ayubu, tutaanza na maandiko. Mi napenda tusome maandiko alafu ntakupa kichwa cha ujumbe wetu. Ayubu, Ayubu 20. Hivi ni sawa? hi ngoma kwenye Biblia kwanza, dunia ikakushangaa. 22, ipo ni 22. Okay. Shina moja mjue sana uh -uh. Shina mbili mstari wa kumi maandiko yanasemaje? Yanasema uh -huh, mstari wa kumi umefika pale na mimi, kwa hiyo umezungukwa na mitego, umezungukwa yani, yani sio ishu yani, aya ni maandiko yanasema, kwa hiyo umezungukwa na mitego. Naomba tuende tena maandiko nikusome maandiko hapa. Zaburi niruke tena niende kwa oda. Zaburi ya tisini na moja mstari wa tatu a hey, maandiko yanasema inasemaje? Maana yeye At kuokoa hata kama tumezungukwa na mitego lakini Biblia sasa, mtunzi wa Zaburi anatupa laa, anasema maana yeye atakuokoa na mtego wa wa wintachi. Maana yeye huyo Mungu aliye hai atakuokoa hata kama umezungukwa na hiyo mitego, huyo Mungu aliye hai atakuokoa na hiyo mitego ya mwintachi anayewinda. Sasa tuendelee andiko jingine, Zaburi tena. Nasikia tu mazaburi, si ndio? Nitakuchosha. Gregory, uwe na kiasi. Sawa, Zaburi tufanye ya, ya mwisho, nyingine niache. Zaburi ya mia moja, ishirini, nne, na Ehe, ya 124 mstari wa sita na wa saba. Ehe, aimidiwe Bwana, huyu ni Mungu, Yehova Mungu muumbaji, Mungu mwenye enzi na mamlaka, Bwana kubwa, na aimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao, mm -hmm. namba saba, nafsi yetu, nafsi yangu, nafsi yetu, nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa wawindaji. Ninapenda hii, mtego umevunjika, mtego umefyatuka, mtego umepasuka, mtego umevunjika, nasi tumeokoka. Msaada wetu u katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Nataka nikwambie, Ayubu anatuanzia kusema umezungukwa na mitego, lakini aimidiwa Bwana asiyetotoa kwa meno ya watu wasiotupenda. Mitego imefyatuka, nafsi zetu zimeokoka. Jamani, haleluya! Natangaza leo, huduma zetu zitaokoka, ndoa zetu zitaokoka, watoto wetu wataokoka, biashara zitaokoka, maisha yataokoka, mambo yetu yataokoka kazi zetu zitaokoka katika mitego okoka, katika mitego ya adui Shetani. Na kama unaamini nisikia amina. Aleluya. Kichwa chetu cha ujumbe hata tuzungumze mitego ya kishetani na namna ya kuifyatua bas, mitego tukiwa kwenye maombi haya mzee ya siku ishirini na moja na kitaifa, kwa vile kanisa la Tanzania Assemblies of God na husika, leo ni Jumanne, siku ya pili kati ya maombi ya siku tano, tutamaliza Ijumaa. Tunaililia nchi na kuna mitego. Nchi inaweza ikanaswa kwenye mitego, nchi inaweza ikanaswa kwenye mitego, taasisi naweza ikanaswa kwenye mitego Tego. Lakini mtu mmoja anaweza akanaswa kwenye mitego, familia inaweza ikanaswa. Sasa maombi haya ni maombi nami, nakualika uliopo Dar es Salaam, uliopo maeneo ya karibu na hapa Heaven Gate Kigamboni, karibu sana, chini ya baba yangu hili na mke wake meli, karibu kwenye semina, hujachelewa. Haya ni majira ya kwetu, haya ni majira ya Tanzania, haya ni majira ya Afrika, haya ni majira ya watoto wa Bwana watoka kwenye kila mitego watoka kwenye vile vifungo watoka kwenye kila madhabahu za giza za kishetani. Haya ni majira ya kuchanua, haya ni majira ya kumaliza mwaka wa heshima wa kicheko, wa kwa amani. Jamani, amina, amina, amina, amina, haleluya kwa Bwana aliye hai, amina, amina. Sasa nikimbia haraka na muda wetu huko, sawa? Nini maana ya mtego? Usisahau, Mungu hawezi kututega, hakuna hicho kitu. Ndio maana nimeita mitego ya kishetani na namna ya kuifyatua. Namba moja nikupe tu, nasikia ili niende na muda vizuri, ili tuende na time vizuri, nikupe tu hata tafsiri moja, si ndio mzee au moja mbili, moja tu, moja itoshe. Ziko tatu, ziko nne mpaka hapa, okay. Sababu mzee ameniangalia kidogo, acha niguse mbili, si ndio mzee? Niguse mbili. Namba moja, nisikilize tu vizuri, naongea. Mtego ni nini? Sasa namba moja, mtego. Mtego ni roho, andika vizuri kabisa yani, demonic spirit. Ni roho ya kishetani, nifata vizuri, ni roho ya kishetani inayoweza kutumia mtu au kitu au mazingira, vitu vitatu. Itatumia mtu ni roho ya kishetani yenye uwezo wa kutumia mtu, kitu au mazingira, ili ili ili iweze kumtoa mtoto wa Mungu kwenye mahusiano ya kina, kwenye ushirika wa kina na Mungu aliye hai. Narudia tena, ni roho ya kishetani yenye lengo la kutumia kitu, ni roho ya kishetani yenye uwezo kuvaa sura ya mtu sura ya kitu au mazingira yenye lengo la kutaka kumchomoa mtoto wa, wa Mungu kwenye mahusiano ya kina kati yake yeye na Mungu aliye hai inaitwa mtego. Nataka tuelewe vizuri, maana Biblia inatuambia msikose kuzijua hila zake. Lazima tumjue kinagaubaga, akija hapa ni kwenye kichwa, piga kila kona, hakuna wakutoweza. Katika jina la Yesu aliye hai. Sasa tunasema mtego ni roho ya kishetani inayotumia mtu, inaweza ikatumia mtu. mtu inaweza ikatumia mtu, narudia vizuri. Hapa nitasoma maandiko, inaweza kutumia roho ya kishetani inaweza kutumia mtu, na nasikia kukimbia, ntaka kuanza agano la kale. Nitaanza mwanzo Biblia, ntarudi kwenye Mathayo. Ni roho inaweza kutumia mtu, inaweza kutumia kitu au mazingira, ili tuimtoe mtoto wa, mtu wa Yesu kwenye nini, kwenye mahusiano yake na Mungu aliye hai ni kupeleke sitasoma, kwa sababu nitarudia pale baadaye. Mwanzo wa bibilia, kitabu cha Mwanzo sura ya tatu mstari wake wa sita unatosha au wa saba Mwanzo tatu sita saba Naomba tu niaseme maandiko haya okay? Tuguse bibilia, maana sisi haya ndio maisha yetu. Mwanzo tatu kwenye anguko la mwanadamu. Mwanzo tatu Mwanzo tatu, tatu sita bibilia inasema na mwanamke. Sisemi wanawake ni wabaya, sina hilo fundisho sina ilofundisho. Zambi yote, zambi anafanya mtu yoyote na walifanya zambi wote amna kutiguda. si angekataa sasa na yeye adamu siangekataa kuna kusemea wanawake maana agano jipya wote tunajazwa roho jamani amina watoto wanawake na wanaume sitaki kuweka mfumo wa kukandamiza hapa hiyo sio biblia sasa biblia nasema hivi mstari wa sita mwanzo tatu sita mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula mm -hmm. wapendeza macho sikiliza namba mbili ehe nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa tunaenda sawa sawa akatwaka ayo matunda yake akala, akampa na umeo naye akala. Mwanamke alipoona ule mti wafaa. Naona Shetani, nimekwambia Shetani alikuwa anaongea na Hawa, akatumia. Ni roho ya kishetani ikatumia mtu, Hawa, ikatumia kitu, tunda mambo mawili na mazingira ya nje, mtu unatamanika, unafaa kwa maarifa. Akatumia vyote vitatu, roho ya Shetani akaweka kwa mwanamke, akaiweka kwenye kitu, akaweka kwenye mazingira. Mwanamke akakamatwa, akanasha kwenye mtego wa Shetani, anguko likatokea. Nisikae hapa, nitarudi baadaye. Nimesema ni roho ya kishetani inaweza kutumia mtu, kitu au mazingira. Sasa unaposoma Biblia, nasikia ile andiko linanijia kitabu cha Mathayo, wala aliko hapa sikuwa nimeliandika. Roho Mtakatifu ndio ananongoneza sasa. Eh, eh, sawa, sawa kitabu cha Mathayo sura ya 16, na natamani, najua umesoma, najua unalijua. Kazi yetu Roho Mtakatifu ni kutukumbusha. Kipindi hiki Mathayo 16 nasikia tunikimbie tu mstari wake wa wa 22 na 23. Sawa sawa, eh, 22, 23. Hili noge, unaanza 21, Mathayo 16 21 mpaka 23. Mathayo 16 21 sita mpaka 23. Nini natokea? Yesu akaanza kuambia, akiwa Yerusalemu, anamwambia nitauawa wakuu wa makuhani, waandishi watanikamata na wataniua. Wakati anaongea habari za kifo, Biblia nasema Petro, Petro nataka nisome mstari wa 22 mbili. Sasa Petro, tumefika pale. Petro akamchukua akaanza kumkemea, akasema hasha, bwana yangu, nini hayatakupata nisikilize. 23, akageuka huyu ni mwana wa Mungu aliaya. Yesu akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani. Akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani. Nakuona wamwana wofu, shetani wamemtumia mtu Petro. Akamwambia Petro, mtumishi wa Mungu mtume. Akamwambia sina shida nauwe Petro, ila hapa nadii shetani ana mtego. Unatumia mtu, shetani anatumia kitu, anatumia mazingira, na ndio maana ni muhimu sana kuwa makini na wakati. Anaweza tumia mme wako akatumia mke wako akatumia watoto akatumia ndugu wa karibu, lazima uwe macho, uelewe. Huyu hapa anaongea kama mke kama mpenzi kama mtu wa karibu, au anatumiwa na Shetani. Ukikutana na Ayubu muulize wakati amepata mapito, ama Ayubu akamwambia Ayubu, mme wangu naona bora mkufuru Bwana. Ayubu akaelewa hapa sio yule mke wangu, hii ni uvamizi, huu ni mtego. Wakaambia, mbona unaongea kama wanawake wammoja walio wapumbavu? akumtukana mke wake lijua, hii ni kesi tegu, ni roho ya kishetani inatumia mtu. Usichukie watu, ujue tu. Unaweza ukachukia kila mtu, ujue alitumiwa na Shetani. Ndio maana uage, namuuliza watu, umetumwa unajituma au unatumikishwa na Shetani? Nikimshtukia namuuliza maswali matatu, naambia wewe, umetumwa umejitumwa, umejituma au unatumikishwa? Maana kuna anatumikishwa alafu ajui Alafu kuna aliyejituma mwenyewe kaamua sasa, anasema hii kazi haiishi hapa heaven gate. Huyo kaamua ni mjumbe wa Shetani, lakini sasa kajipa kazi maalum. Wiki hii natangaza katika jina la Yesu, haya kokote waliko ambako wana vikao, wenye madhabahu sakisa wizokuangani angani, wana nchekavu wenye bahari, wenye mito, wenye mahekalu Wanya njia panda wanye milima wanye mashamba wanye makokote waliko, wanakoweka vikao, ili mambo yetu yasitokee, ili huduma isiende, watoto wasibarikiwe, upako wapongoe, tuwe wa kawaida, tumalize mwaka vibaya, tunawaombea hiyo mitego ikawakamate wao Sao wakashika wao, wana wanawetwlia, wanaifyatua nafsi zetu zinaokoka kama la ndege katika mtego. Jamani, haleluya! Mtego ni nini? Mtego ni nini? Namba mbili, mtego. Hii nimeruka nyingine zote nimeruka, nyingine au hii, nasikia tu niguse tatu leo. Basi kwa muda wetu nitagusa tatu. Na mbili, mtego ni hila za kishetani sedemoniki giles. Ni hila za kishetani yenye lengo la kuyaa hatima ya mtoto wa Mungu. Lengo lake ni kumtoa mtu kwenye hatima ya kiungu, ni kukutoa kwenye hatima ya kiungu hiyo. Lengo lake ni kukutoa kwenye hatima ya kiungu hiyo, mitego ya kishetani. Ayubu anasema umezungukwa na mitego da. Mtunzi wa Zaburi anasema hata kama imezungukwa, Mungu wetu hawezi kututoa kuwa chakula cha mapepo, chakula cha watu wabaya. Itafyatuka. Nataka nitangazie nafsi: yako itaokolewa na Yesu aliye hai, nafsi za watoto wako zitapona, na natangaza nafsi zote za Watanzania, ile mitego ya kipepo ukiwa kwenye maombi itafyatolewa na Mungu aliye hai aliyesiumba mpengo so na nchi katika Yesu Kristo aliye hai. Hila naomba nisome andiko moja kwa sababu tutarudi hapo baadaye. Ni hila, hila ni kitu ambacho utaelewa kwa mwanzoni ila ukishafika yani umeshafika mbali, kumbe unajua ni hila, kumbe alikuwa anataka ikamate tu nafsi yangu. Kwa ni hila za kishetani zenye lengo la kutaka kuharibu ajenda, ni hatma ajenda, utoke kwenye mahusiano. Yani mtu ulikuwa unaomba, ulikuwa unawai, uliku una ibada, ulikuwa unapenda ibada, lakini anatumia hiyo hiyo hiyo hila akutoe kwenye mahusiano. Ndio maana mimi hata wamama wakijifungua, wanajifungua anajifungua, sindio eh? Awazai wamama, mnajifungua Haya, mama akijifungua tnawa kikristo hivi, unasubiri arobaini, unakaa wewe nyumbani cha nini? Si upate nguvu kama sio operation, upate nguvu, unafunga kibwebwe baada ya siku kumi na tatu angalau basi, au ishirini, si uje ibadani huko? Tu unaweza hata kukemea pepo. Umekaa sebleni na katota. Wow, jamani! Wow. Jamani jene sisi, huyo jene jene jene, ibada inaisha huko sebleni wao chinga gani wa kuzimu? Ni washirika anawambiaga dabo dabo k mama mchungaji, namwambia nenda mkamtembelee, amekamatwa na mara gani, mwezi wa pili, ni eti nipo nipate nguvu. Akirudi amesha kufa, amezikwa, analetwa na majungu. Hebu hebu niwaache kwanza, nimesema tu, tuangalie Samueli wa kwanza 18:21 ni hila za kishetani zenye lengo la kumtoa kuharibu hatima ya mtu wa Mungu. Angalia sasa, angalia hii ngoma hii hii ngoma. Ndio mzee, nilikasikia kulia sana. ni vijana wangapi, mama wangu Pastor Meli, wananyongwa? Wamenyongwa kwa sababu ya fedha tu, hatima ikaharibika. Waliona wanapata fedha, waliona wanapata mchumba Oh my God kitabu cha Samuel. Yacha tusome hapo Biblia Samuel wa kwanza kumi na nane. Nikifikaga hapa nasikia machozi kabisa yananitoka. Samuel wa kwanza kumi na nane Samuel wa kwanza kumi na nane tuanze tuanze ishirini basi, uo tasoma hadi ishirini na sita mimi nagusa tu kidogo sawa. Samuel wa kwanza kumi na nane ishirini hadi ishirini na sita. Angalia. Aha. Okay, lakini, walakini mikali binti Sauli mtoto wa mfalme alimpenda Daudi. Sikia haya mambo, anampenda tu, sio kesi. Lakini angalia sasa, watu wakamwambia Sauli, na neno hilo likampendeza sana. Sio kwamba mfalme alikuwa anampenda Daudi, awe mkwe wake. Nisikilize vizuri, hichi kitu cha ajabu sana naongea. Hatima inawindwa hapa, hatima yako inawindwa, mwanamke, hatima yako inawindwa, mwanamme, hatima yako inawindwa, kijana, hatima yako inawindwa, mtoto, hatima yako inawindwa anasema Sikia maneno ya, ya Sauli, naye Sauli akasema moyoni mwake, mimi nitamuoza huyu mke huyu mtoto wangu huyu Daudi awe mtego. Sikiza Bibilia anasema anampa awe mtego simpi sifurahi awe mkwe wangu niwe na furahi jamani ah, nimepata mkwe nitakuwa na wajukuu wala hawazi wajukuu hawazi ndoa hawazi heshima ya kuwa na mkwe hawazi kutengeneza ukoo na familia hawazi kutengeneza kizazi lakini anasema nampa mtoto nampa binti yangu huyu ni ukatili wa hali ya juu kabisa anasema namuoza mwanangu mikali akiingia nataka uwe mtego maana nilimtafuta si unakumbuka hichi kisa hai ni 18 Samweli wa kwanza saba. Daudi anaua, anaua Goliati. Alafu kumi na nane mwanzoni taifa linaanza kuimba na wanawake, huyu kaua maelfu na maelfu. Wakachonganisha na Sauli, akapata hasira akasema, huyu anataka kumpa ufalme. Ndio hapo chuki kaanza, akaanza kumtafuta Daudi amuue. Sasa safari anasema, nitampa mtoto wangu ili uwe mtego, ni uwe. Kuna harusi ngapi wameingia vijana, lakini wamekufa Nabinti moja nilikuwa tunaomba naye kanisani na Kani, mama mchungaji, sitaki kumtaja jina lake, lakini kwa sababu hapa nasikia nasikia rmayatifo ananikumbusha niunganishe yule binti, anasema mchungaji, alikuja baadaye analia sana, anasema mchungaji Sdi, anasema umeolewa hey, una watoto? Ndio, nikamwambia sasa Mbona unaonekana una unasema, sina la mchungaji, nimejikaza leo, nataka kuongea moyoni, leo nataka kusema kweli. Nikamwambia niambie ni kitu gani, kwani tukawa tunaongea na mke wangu hapo, tuko watatu na Roho Mtakatifu na Bwana Yesu, kwa tulikuwa kama sita hivi. Sasa tunaongea hapo, akaanza kusema, mchungaji, ile ndoa sikuwa najua, kumbe yule baba mkwe alikuwa ameoa. Ndio nimesoma hiki kitu, Mungu ananikumbusha, anasema baba mkwe alimuoa, alikuwa ananitaka mimi, alimtumia mwanae kama tumtego ili niingie kwenye ndo. Nikaambia, anasema tangu siku ya kwanza baada ya ndoa tumeingia, wakati tu tuko fungate, mmawangu akasema naomba nipumzike kidogo. Hakuamka mpaka asubuhi, lakini baada ya kulala dakika chache hazikupita, baba mkwe akawa tayari ameingia, yuko kitandani, akasema karibu, mke wangu, mimi ndio nilikuwa nakutaka. Nisikilize vizuri, Daudi alikuwa anapewa ndoa, hakuelewa kumbe anapewa, anapewa jena lake inawindwa hatima yako. Kuna wengi walipewa pesa wakajua anapewa pesa, kumbe ilikuwa ina nyongo hatima zao. Kuna wengi walipewa kazi wakashangilia, ilikuwa zina nyongo hatima zao. Kuna wengi walipewa safari, wakaambiwa unaenda Ulaya, wataenda nje, wakaenda, kumbe hatima zao zilikuwa zimetegwa, zikakamatwa katika china la Yesu. Usinaswe wewe, watoto wako wasinaswe, maisha yako yasinaswe. Sasa nimaliza ya tatu, alafu tuingie kwenye kazi leo. Ni kazi nikizungumza mitego nafyatua watu, tatoa koti, muda sio mrefu. Sasa nini maana ya mtego ya tatu? Itosha, una vitu vingi hapa, tagusa. Nadhani mmoja, iko mitego ishirini na moja, nikigusa miwili tu inatosha, na kesho siendelei. Kesho tuna ngoma nyingine, labda siyo leo. Yesu antokee na alama za msumari. <laughs> Sasa namba tatu mtego ni nini? Nisikilize vizuri hapa. Sasa ni mlango anaotumia Shetani kupitia vitu, kitu au eneo la udhaifu. Mungu nisaidie, utuondolee maeneo ya udhaifu, tuwe kamili kama unavyotaka. Nisikilize, ni mlango, ni mlango anaotumia shetani kupitia kitu au vitu unavyovipenda au eneo la uzaifu wako, anatumia hicho akuweze kukuonea. Naenda taratibu, maana hii ni operation. Hii inashurika na, na misingi ya visasi tunashurika leo, tutakwenda mpaka ndani kwenye shimo walilokuchimbia na Yesu atakuchomoa katika jina la Yesu aliye hai tukiwa tunaomba leo. Leo ni ngumu, inaongezeka spidi kuliko ya jana. Tukiwa tunaomba leo, usiombe kistaarabu. Jana tulinag'ang'ania kwa ajili yetu na watoto wetu, leo tunafyatua. Leo ni operation sana. Watatoa hatima, watatoa visasi, watatoa watoto wetu, watatoa baraka, watatoa viroho vyetu okote vilikokamatwa. Leo ni kazikazikazi, kazi, kazi. Nasema leo ni kazi. Nasema Bwana yuko hapa, hata nisaidia kwa jina la Yesu hai. Kitu gani unakipenda sana Shetani? Nakitumia Waefeso 4:27 kama andiko langu mama, kwenye hiyo pointi inasema usim, wala usimpe ibilisi nafasi, wala usimpe ibilisi nafasi. Nafasi ya nini? Kuna kitu unakipenda ndio maana nampenda sana mimi napenda Waibrania sana napenda Waebrania, anasema kwa hiyo tumezungukwa, kumi na mbili mstari wa kwanza na wa pili kwa hiyo tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, basi tuweke kando kila mzigo. My God, my God God, kama chochote kinakusumbua huyo unatamaa na pesa, mwambia Yesu niondole isije kaniua. Kama unatamaa siu na heshima na jina, uwe maarufu, mwambia Yesu nisaidie. Ombi langu na mke wangu anajua, nawambia Yesu kisiwepo chochote cha kunitoa kwako, hata kama ni fedha. Unaona zitakuwa nyingi, zitanitoa kwako, kama unaona zinakuja, niondoe nikapumzike kwako milele, nisije nikaipoteza nafsi yangu. Sitaki kuikosa pepo kama niseti kujulikana nani, unajulikana nani nanigg kisiwepo cha kunitenga na wewe la zote, nikiwa natembea nikiwa nimela. Ndio maana naongea sana mzee, mmeniweka pazuri, naongea nakumbuka Yesu alikoniokota, naambia usiju, ukaruhusu Yesu nikasahau nikaanza kuvimba mabega, nikaanza kuongea kwa, kwa jeuri nikaanza kuwadharau watu wa Bwana nikadharau na watu wengine, nikajiona nimefika, nikamwambia Yesu nikiona nimesahau Ulikonitoa, nitoa nikaanza kujitegemea, naomba niondoe mapema, nipeleke Jerusalemu mpya, nipumzike mikononi mwako, usiniache nikapotea. Hayo ni maombi magumu, nimejiombea nisaidie, kuweka nizamu, usiruhusu mtego wote unichukue, Yesu nizaliwa kijijini, hata kama nitanga mjini, hakuna aliyenijua, lakini uliweka hatima ndani yangu. Kama unaona chochote chochote kinataka kinichomoe kwako, nipumzishe mapema, japo nimeomba miaka mia na hamsini. Sawa, mia na hamsini. Nimeona babu yangu akifa na miaka mia ishirini na moja kafa mia na nane. Nimeona baba juzi tumezika, amepiga 93. Kwa niona kama kuna neema ya kuishi, mimi nimeomba 150 sio ku, ya kutengeneza majumba. A, a, 150 ya kuhubiri Injili. Nataka tanikiwa na 149 kama Mungu itamlizia, yani nakuwa kama jumba la makumbusho, ukiwa unakuja tu, yani unasogea nyumba tayari, ulishakamatwa na Roho, unacha unanena, unanena kama zuza uigale igale, yaani nakuwa kijiji cha uamsho hapo. Kija nyumbani, yaani ukishika tu geti, ukishika geti, umejashwa manguvu. ya Mungu ni mengi ndio nichomwomba Yesu, niwe chombo cha kutunzia uwepo wako, niwe chombo cha kutunzia utukufu wako, niwe chombo cha kubeba neema yako kubwa, niwe chombo chako cha wokovu, chombo chako, niwe daraja lako Yesu, vingine vikija ni kwa neema mwambia ni fanye chombo chako cha kubeba nguvu zako cha kubeba uwepo wako. Tukikutana na mchawi, kukutana na mgonjwa, hata kwenye daladala, hata ujaomba anaanza kupona anaanza kuokoka. Nasema jamani, naweza kuokoka? Amna mchungaji, haulise kuokoka. Jamani, bwana asifiwe. Sasa nini unakipenda, kwa makini. Mwisho wa kitabu cha Hebrania, kitabu changu cha ninachokipenda mno, maana hicho tunajifundisha, na wataalamu wa Biblia wanajua inaitwa hicho, ni kitabu kinaeleza the Supremacy of Jesus, ubora na heshima na umaridadi uliopo juu ya Musa, juu ya Isaya, juu ya wote. Anasema wekeni kando mzigo mzito unaowazonga. Nini kinakuzonga? wengine ni cheo Nashukuru, ubarikiwe pastor wangu Eli. Mimi nafurahi kukuwa Mungu ananiunganishaga na watu wa hatima. Nitenge maombi yangu, nitenge na watu wanafiki, maana kuna watu mitego. Nitenge na wachungaji mitego, washirika mitego, majirani mitego, ndugu nitenge, ndio ombi langu kuna watu tuliongea nao tukafungua mioyo kama ndugu zetu, kumbe ni walikuwa ni maripota. Maripota ya CNN maripota sijui ya nini, ametumwa kuja kutuchunguza, maripota ya TBC, ni matbc alizio ni ayo sijui ni nini, ni NYTV, yani wamekuja kutukamata maisha yetu. Mungu akutenge wa na watu wabaya. Nasema Mungu akutenge wa na watu wabaya, hata kama wanaonekana wana faida kubwa, akutenge nao kwa ajili ya maslahi mapana ya ufalme. Amina. Sasa naomba tuingie, niguse sentensi chache, alafu tutakuwa na operation baadaye. Nagusa mitego hata miwili, sio lazima tukomae nayo. Kwa nini? Nijibu swali, kwa nini unafikiria kwa nini Shetani, tunaongea mitego ya kishetani, lengo hasa, kwa nini Shetani anatutegea mitego? Kwa nini umezungukwa na mitego? Kwa nini Shetani amekuwekea, anaiwinda hatima yako, anawinda nini? Kwa nini mitego ya kishetani?